Wake yeye ambayo ameshambulia watoto wake kwa jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa Mungu ataponya uzao wake kwa jina la Yesu Kristo. Achia na miguu yake, achia na miguu yake, achia na miguu yake, achia na ndugu zake kwa damu ya Yesu Kristo. Soma kabisa, wacha Mungu wachampelekie kwa jina la Yesu Kristo. Kazi zote za giza ninaziharibu, ninasambaratisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la nguvu zote, kwa jina la uwezo wote, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Alama zote ulizokuwa umeekewa, leo ninazifuta hizo alama. Fute hizo alama. Fute hizo alama. Na zifute. Unajua kuna watu wameekewa alama. Ile hizo alama leo zote tunazifuta kwa jina la Yesu. Sema ninafuta kwa jina la Yesu, alama zote za kichawi kwenye mwili mili yangu iaeka, kwenye maisha yangu inaeka, kwenye njia yangu. Ninazifuta hizo alama zote kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu zote, jina lenye uwezo wote jina lenye mamlaka. Lazima wasome watoto hawa, lazima wasome, pate kusoma kwa jina la Yesu Kristo. Achia asome mtoto huyu, lazima asome kwa jina la Yesu Kristo. Achia kufanikiwa ya mtoto huyu, cha mafanikio yake ni ndo. Nyota ya hela meshika, nyota ya hela meshika, nyota ya hela, achia hela zake, achia come on, come na watu kuna nyota za hela, mashetani wamezishika, wanaona wasio zishike. Hela lazima washike hela. Sema nikamiliki pesa kwa jina la Yesu. Sema nikamiliki mali kwa jina la Yesu. Sema nikamiliki tajiri kwa jina la Yesu. Mali imeandikwa kwa maskini wake Yesu, mimi ni tajiri kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la nguvu zote yenye wote. Mashetani washika utajiri wa mtu huyo kwa jina la shetani wake, ndio tayari hela